Karibu tena kwenye channel yako ya teknolojia. Leo tunaangazia moja ya njia rahisi kabisa ya kuongeza performance ya kompyuta, ya kompyuta hasa kwa kuzima programu zinazojifungua zenyewe kila wakati unapowasha kompyuta. Kama unatumia Windows basi video hii ni kwa ajili yako. Wakati mwingine kompyuta yako inaweza kuwa taratibu sana au kuwa slow unapoanza kuitumia. Sababu kubwa mara nyingi huwa ni baadhi ya program, zinazojifungua zenyewe bila hata kuambiwa. Hizi ni kama Chrome, Spotify, Skype au hata baadhi ya antivirus. So kwa kuzima hizi programu zisianze zenyewe, unaweza kuharakisha au kuongeza spidi kwa muda muda wa, wa wakati wa kompyuta yako inawaka, na pia inapunguza mzigo kwenye processor au kuongeza ufanisi kwa ujumla. Sasa tuone njia ambazo unaweza kutumia kuzima programu hizi ambazo zinajianza zenye zina, zina, zina automatically bila hata kuwashwa. Njia ya kwanza ni kupitia task manager, o uta click uh, control shift na, na escape kwenye keyboard ya kompyuta yako. Then baada ya hapo itafunguka window ya task manager. Baada ya kufunguka, kama ipo kwenye upande wa minimal view, unaweza kuiongeza unaweza kuiongeza kwenye sehemu ya minimize na maximize. A baada ya hapo, unaenda kwenye tabu ya startup, uta kliki tabu ya startup. Hapa utaangalia programu Uh, utaenda kwenye column status na utaangalia zile program ambayo inajifungua mara kwa mara kwenye kompyuta yako. Utaenda kuangalia je, kama hivi ni enabled au i, iko kwenye disabled status. So kwa kuchagua programu usioitaka, bonyeza jina lake kisha bonyeza disabled chini kulia. Kwa hiyo, kwa mfano maybe sitaki Microsoft Edge iweze ku uh, tayari Microsoft eh, kuna e -quick phrase. Mfano nitachukulia mfano hapo kwenye quick phrase nitai click then baada ya ku right click nitaenda sehemu ya disable nitai disable ili siweze kujiwaka yenyewe automatically ninapowasha kompyuta yangu. Kwa hiyo hiyo ni njia rahisi, lakini kuwa makini usizime programu muhimu kama antivirus au drivers za mfumo na njia ya pili ambayo unaweza ku ufa, kuzima hizo status program status startup program ambazo zinawaka zenyewe bila hata kuashwa au kuambiwa, unaenda sehemu ya unaenda kwenye start button hapa, then andika task, nenda kwenye setting, kisha enda sehemu setting, enda sehemu ya apps ngua kisha nenda kwenye apps nguani. Ukija hapa kwenye startup apps utaona hizi togo ya on on na off. Kwa utaangalia ile programu ambayo inawaka yenyewe, ambayo ya hautaki ya yapii wakati unapowasha kompyuta yako, kwa mfano hapa ni Adobe update hii inaweza pia kui turn off, lakini pia naweza kuangalia programu zingine zaidi ambazo unaona kabisa zina apia kwenye kompyuta yako mara tu unapoasha ashi koo. Kabla hujazima chochote, ni muhimu kujua programu ipi ni salama zaidi kuzifu kuziuzima uh, kuzi au na zingine sio salama. Zifuatazo ni baadhi ya programu ambazo ni salama kuizima kama Adobe update kama nilivyofanya hapa. Kuna Spotify, kuna Zoom kama itumiki mara kwa mara, kuna OneDrive, na programu nyingine nyingi kama Microsoft Edge na kadhalika. Lakini usizime uh, Windows Security au driver, kama Intel, AMD na Nvidia au antivirus programs. Hii itazuia uh, unapo, kuna baadhi ya programu ukizima, unakuwa unaharibu mfumo mfumo wa kompyuta. Kwa mfano ukizima Windows Security, ukitani off Windows Security, manake uko kwenye hatari ya kuwa hacked kwa mfano. Lakini pia ukizima antivirus itakuwa ni ngumu Kizima antivirus mda mwingine itakuwa ita ngumu uh, kwa kompyuta yako kudetect virus. So hapa lengo kubwa si kuharibu mfumo, lengo ni kupunguza uh, kazi zisizo za lazima. So baada ya kuzima baadhi ya unaweza kujaribu kulistart kompyuta yako na utaona inawaka kwa kasi zaidi. Pia unaweza kufungua tena task manager kuangalia program hizo bado, kama bado zimezuiwa. So na hivyo ndivyo unavyoweza kuharakisha au kuongeza spidi ya kompyuta yako kwa kuzima startup program zisizohitajika. Kama umejifunza kitu leo, usisahau kulike, kusubscribe na ponyeza kengele ili usipitwe na video zetu zijazo. Mpaka wakati mwingine, endelea kutumikia teknolojia kwa ufanisi.